Shughuli zetu ndio hizo hizo za kutafuta riski katika masuala ya sunset, kwa sababu kukaa mitaani na kujifundisha katika masuala ambayo hayafai kidogo inakuwa mtihani hmm. hmm. Lakini unakuja huku unaepuka ka, kama maswala madawa mada ya kulevya bangi, na maswala mengine lafuila akili yako inakuwa hmm. fresh au mtaani kukidue na maana wewe humo hmm. hmm. unakuja kutafuta riski. Eh, riski popote. watu gani ambao mnawabeba sana kwenye zile boti? Watu ambao tunawabeba sana ni wa Italiana, mm. wa Faransa na Saudi ya, wa Saudi. Mtu akipanda kwenye boti yenu anapata huduma zipi? huduma katika boti kuna, kwanza unapoingia mle, ushanifahamu kuna mm. kama fruti fulani ambayo inatumia nanas mm. embe mm halafu natumia na tikiti ambao mgeni wapo anapata ana, ana kunini kula. halafu Okay, na vinywaji tofauti tofauti na maji na kadhalika kadhalika. Unajataja ngoma ndo kama kawaida ndio, mm. ngoma kawaida. Mm. ngoma ki, ya kitamaduni ambayo ya kizanzibari nafahamu mm. e eh, yeah, yeah. Wageni wana enjoy sana. gharama ikoje? gharama ni bei nafuu sana lakini like sasa ndio uwezi moja kwa moja ukitaja huu mm -hmm. Ehe eh. yeah, lakini yeah. Hamna matatizo ni mm -hmm. Bei nafuu ambaye anataka Zanzibar ni njema visiwa yeah. vya kutara fua atakaye mm -hmm. naje hakuna matata matata hakuna. Ndio nilikuwa natamani yeah. kuona ile goma likipigwa lakini ndo kama hivyo. yeah. yeah. eh. Noma eh, okay namba sim isipokuwa tu tuende, yani tunavyokaribisha ageni yeah. okay. Tunatumia kama hivi katika kukaribisha ageni okay. jambo Jambo bwana, habari gani? Mzuri sana, wageni wakaribishwa Zanzibar yetu, hakuna matata. Zanzibar njema, Zanzibar mwinyi, hakuna matatizo. Atakaye naje, isipokuwa aje kwa utaratibu ambao uliokuwa mzuri kabisa. Bwana umetisha sana. okay. unatumia mitandao ya kijamii mtandao kwa sasa hivi kutokana na harakati hatutumii mitandao okay, ya kijamii. Tafuta social media, uposti unachokifanya na noma sana. Kitu kikubwa ni kipaji hicho. Hakuna kipaji ni maisha, aa hakuna... hakuna... TV. Ingia okay. Okay. YouTube utanipata na utaiona video yako. Jambo, jambo bwana, habari gani? Muzuri sana wageni wakaribishwa Zanzibar yetu hakuna, hakuna. matata mata, Zanzibar njema Zanzibar mwinyi hakuna matatizo, atakaye naje isipokuwa aje kwa utaratibu ambao uliokuwa mzuri kabisa, unatumia mitandao ya kijamii, mtandao kwa sasa hivi kutokana na harakati mm. hatutumii mitandao okay, ya kijamii. Tafuta social media, uposti unachokifanya sana. Kikubwa, hakuna hakuna, ni kipaji ni maisha okay, hakuna matatizo.